Mtazamaji, mwanamume aliyefichua ufisadi katika kaunti ya Kisii ameshambuliwa kwa mara nyingine kwenye tukio lililoibua maswali kuhusiana na mikakati ya kuwalinda wafichuzi. Justin Siocha alivamiwa na kujeruhiwa baada ya watu wasiojulikana kuvamia gari lake akiwa na familia yake. Ode Francis anaarifu kuhusu tukio hili na kuchelewa kwa bunge kupitisha sheria kuhusu kuwalinda watu wanaofichua ufisadi. Zaidi ya muongo mmoja umepita tangu mswada wa kuwalinda wanaofichua maovu ulipotungwa kwa mara ya kwanza. Hadi leo haujapiga hatua bunge la kitaifa, wanaofichua ufisadi wakiendelea kulipa gharama kubwa. Justin Siocha kutoka kaunti ya Kisii, wa hivi punde, usiku wa Jumatano alivamiwa alipokuwa akielekea nyumbani saa moja usiku. Uh, ghafla binifu, ndio nikasikia mlango wangu wa dirisha ya gari ikigongwa, kujaribu kuangalia nikapata ni mtu mmoja mkubwa, mtu wa miraba minne amesimama na panga, ameanza kugonga kioo cha mlango wangu wa gari. Hiyo panga ikaingia ikanikata hapa kwa mkono mara moja. Uh, wakati naenda kulala, kwenda sehemu ambayo bibi yangu na mtoto walikuwa, panga ingine ikanifikia hapa ikanikata na ingine mbili zikanikata hapa nyuma na ingine hapa hapa juu. Justin kwa sasa anaishi kwa hofu akisema tayari amepiga ripoti kwa polisi. Licha ya hatari hizi zinawakumba wanaofichua ufisadi kwa miaka mingi. Kenya bado haina mfumo wa kisheria wa kina wa kuwalinda. Nauliza sababu ni kwa nini? E, kumungatua mamlakani aliyekuwa naibu wa, wa, wa rais bwana Godfrey Ligadhi Kashawa ilifanyika kwa, kwa wiki moja ilhali mswada ama sheria ya wafichua maovu katika jumuiya inachukua miaka kumi. Licha ya juhudi kufanywa kuwasilisha miswada bungeni kuwalinda wanaofichua ufisadi, hatari inaendelea kuwakodolea waliojitolea kuripoti ufisadi. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.